Tanga inaendelea kuandika historia. Na katika kuandika historia tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa maono makubwa aliyoyaona ya uwekezaji wa bilioni 429.1 ambapo kina hiki kimeongezwa, lakini na ukarabati mkubwa na ununuzi wa vifaa vingi vya kuweza kushusha uh, vitu mbalimbali, makontena, magari na kadhalika kutoka kwenye meli zetu. Ni wiki mbili tu zilizopita tulipokea meli kubwa ambayo ilikuwa na uzito wa tani 1033. Leo hii meli hii imeleta makontena mengi sana katika bandari yetu. Zote hizi inamaanisha kwamba lango la Afrika Mashariki na SADC ni kupitia bandari ya Tanga na bandari ya Dar es Salaam. Tuna ndo maana tunasema hakuna mtaji mkubwa hakuna tunu kubwa kama tunu ya amani na utulivu katika nchi sisi. Utulivu huu sio kwa manufaa ya Tanzania, lakini kwa manufaa hata ya majirani zetu. Kwa hivyo ndio maana sisi tumekuja hapa kushuhudia tukio hili la kihistoria. Nchi ya Irani ni marafiki zetu wa, wa miaka mingi, ni ndugu zetu, na tumefurahi kwamba ni meli ambayo inakuja kwa muda mfupi sana. Ukileta mzigo kutoka China inachukua siku ishirini na moja, lakini mzigo kutoka Irani inachukua siku nane, saba mpaka nane. Hii imechukua siku nane. Kwa hivyo mtu unaweza ukaagiza wakaleta meli hata mara mbili kwa mwezi hata tatu. Ni sisi tujipange kuweza kuhakikisha kwamba meli ikija hapa na mizigo inaondoka na mizigo. Tumeanza mazungumzo na ndio maana tumewaleta wenzetu wafanya biashara hapa Tanga tujue mahitaji ya wenzetu wa Irani. Wanatambia wanahitaji sana kahawa, lakini sisi tumewaambia pia sisi pia tuna katani ambapo ni zao hili la mkonge, lakini pia tuna vitu mbalimbali, tuna korosho hapa ambayo inaweza ikaenda moja kwa moja Tukikole, tukiamua kukusanya, tuna viungo spices. Tumepokea meli kubwa ya makontena kutoka moja kwa moja e, katika nchi ya Iran. Kama mnavyojua kwa muda mrefu katika bandari yetu tumekuwa tuna tunahudumia meli ndogondogo au fida vessels ambazo zinatokea ama Dar es Salaam ama bandari ya nchi jirani hapa Mombasa, lakini leo kwa mara ya kwanza katika bandari yetu tunaandika historia kupokea meli ya moja kwa moja kutoka nje ambayo ni nchi ya Iran ambayo imekuja hapa Tanga. Kwa pekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kumhakikishia kwamba au kumfahamisha kwamba uwekezaji alioweka alioufanya alio katika bandari yetu unalipa, na matokeo yake ni haya, meli hizi ambazo zamani hatukuweza kuzipokea, leo hii tunaweza kuzipokea e, moja kwa moja gatini sisi ni agent wa hii meli ya MV Parnia. Meli ambayo imetoka moja kwa moja kutoka Iran mpaka hapa. Uh, tunapenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwa uongozi wa bandari, uongozi wa mkoa tangia tulivyofanya maamuzi ya kuja hapa, na kontena hizi 463 zikishuka hapa, natumai zitaondoka na mzigo wa export ambapo tutakuwa tumefungua lango la export kwa Tanga na mikoa ya jirani lakini pia tutakuwa tuna meli around 4 mpaka tano kwa mwezi ambazo zitafika Tanga. Kwa sasa tuna meli hii hapa MV Parnia, tuna meli itafika tarehe 8 mwezi wa 12, 12, 12, 12, 12, 12 mm. MV Jairan. Tuna meli inaitwa MV Nega ambayo itafika tarehe 18 mwezi wa 12 mm. Meli hizi zote zinatoka Tanga, zinatoka Iran, zinafika moja kwa moja Tanga mm. Lakini pia tumefungua wigo huu wa kuanzisha call ya Tanga. Mwanzo tulikuwa tuna call mbili Dar es Salaam to Iran na Dar es Salaam to Zanzibar to Iran, Dar es Salaam to Iran. Sasa hivi tuna call nyingine ambayo inatoka Tanga kwenda Iran. Kwanza napenda kuhakikishia wafanyabiashara ambao watahitaji kufanya export na sisi kupitia meli zetu hizi, meli zetu zina siku nane mpaka siku saba zitakuwa zimefika Tanga. Lakini pia natumai tutakuwa tuna l nyingine ambayo itakuwa inatoka Tanga kwenda bandari ya Jeberal na Vasheva ambazo hizi bandari zote sisi tunafika Koolu. Napenda kuwakaribisha sana, sana, sana kutumia bandari ya Tanga. Hospitality ni nzuri, facilities ni nzuri. Hatakuwa tukitegemea kama meli yetu ingeweza kufunga, lakini imefunga bila shida na imetumia siku moja tangu imefika Outer Anchorage. imefika jana, leo imefunga haikuwa mategemeo yetu kiukweli, lakini tunafurahi sana kwa niaba ya uongozi wa 7a